Ombi la kuombea watoto wako. Baba wa mbinguni, ninakunja mbele zako kwa moyo wangu wote, nikiwa na shukran kwa zawadi ya watoto ulionipa. Leo ninawasalia watoto wangu, nikiweka mikono yangu juu yao kwa rehema na baraka zako. Neno lako linasema watoto ni urithi wa Bwana dhawambu ni tunda la tumbo katika Zaburi 127 na mstari wa tatu. Kwa hiyo Bwana, nakuomba uwape furaha, afya njema, hekima na upendo katika maisha yao yote. Nawaombea watoto wangu ili wawe watu wa upendo, watiifu na waaminifu, wenye moyo wa kuwahurumia wengine. Neno lako linasema Wacha watoto waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wa hao. Nawaombea watoto wangu wawe na amani ya ndani, wawe na udhabiti wa kiroho na kimahubiri, wawe na shukrani na moyo wa kumshukuru Mungu katika kila hali. Baba, ninawatia nguvu ya kiroho, hekima ya kufanya maamuzi mema na moyo wa kuenzi na kuheshimu wengine. Neno lako linasema tuwaelimisha watoto katika njia ambayo wanapaswa kwenda, nao hata wakizidi kuwa wakubwa hawawezi kuikosa. Nawaombea pia kuwa wawe na furaha, tabasamu na ujasiri wa kukabiliana na changamoto za maisha nawaombea kuwa watumishi wa upendo na wema, wakiishi kwa heshima na wakiwa na moyo wa kusaidia wengine. Neno lako linasema bariki watoto na wape baraka zako. Naomba hayo machache kwa jina la Yesu, amina.